Mpango wa tuzo za Rais nchini umezindua mradi wa kuwezesha wanafunzi wenye ujuzi kupata fedha mtandaoni. Akizungumza katika chuo cha mafunzo ya matibabu cha Homa Bay, naibu mkurugenzi wa mipango na uratibu wa miradi Maria Birgen, alisema lengo hii lengo ni kushughulikia ukosefu wa ajira, haswa miongoni mwa vijana. Na taarifa hii na nyingine ni kwenye mseto wa magatuzi. Maelfu ya wanafunzi katika kaunti ya Homa Bay wanatarajiwa kupata maarifa zaidi kupitia mpango unaolenga kuwapa ujuzi wa kujiajiri. Wakati huo huo, wataalamu wanasema kujumuisha teknolojia kwenye mikakati ya lishe kutasaidia katika kukabiliana na utapia mlo na kuwezesha kuwepo kwa jamii zenye afya bora. Kwingineko kundi moja la wanawake katika eneo la Teso kaskazini katika kaunti ya Busia lilisafisha hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ndogo ya Kocholia kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake. Walitoa wito kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuboresha vifaa katika hospitali hiyo ili kuimarisha utoaji huduma. Kuna vifaa mingi hawana kwa hii facility sasa ile kitu pengine ningesema ninge, ama ningeomba eh, MOH wa hapa. Ni kama naweza kuomba kama wale wanafanya hapa wasio awako wengi, tungependa kusema hivi waongezee subordinate staffs at least tungewasaidie wa. Na kwingineko, mkutano wa wanahisa wa shamba la Embakasi ulitibuka kufuatia kutoelewana kati ya wakurugenzi na hivyo kusababisha mtafaruku kampuni. Madirectors wote wanaonesha wamesha toa And signal ya kwamba wote wako na hali ya kudhulumu shareholders wa Embakasi Ranching Company, na ilikuwa vibaya sana kuona watu wanajiita madirectors wanakuja kwa mkutano imeitishwa na shareholders wanakuja kuvunja viti na kuharibu ah. Hatimaye, kundi la wanawake waliokuwa wakisherekea siku ya kimataifa ya wanawake katika kaunti ya Machakos walishambuliwa na kundi la vijana wasiojulikana na ambao walikuwa wamejihami kwa mapanga katika eneo la Yayani huko Mavoko. sisi akina mama hakuna haki yetu

Watu wanne wanaripotiwa kujeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Shalom kwa matibabu. Polisi kutoka kituo cha polisi cha Athi River waliwasili katika eneo la tukio na kusaidia kurejesha utulivu. Christine Matunda, Dira ya Magwiji.